Saton unamfahamu? Ndio, unamfahamu. Bila shaka mke wake pia unamfahamu, Lola. Nataka umpoteze. Dak, Simoni, kwenye lamani yangu hivi, kuhusiana na malipo? Mia tatu? Mia tatu? Hapana, labda ingekuwa mia tano, na na penye hapo ni kwa kufikiria sana, sababu nitakuwa mingia kwenye, kwenye matatizo ambayo sio rahisi sana amalizi. Fresh, nataka kazi yangu ifanyike kamilifu. mwa dizaini gani? Tuseme kwamba wewe ni mwanaume ambaye hujui kucheza na wakati au muda, tuseme ni kwamba wewe huoni ni nini kinaendelea ndani ya moyo wangu, wala uhisi ni kitu gani kinaendelea ndani ya moyo wangu. Nimejitoa kama mwanamke, muda mwingine naacha kazi zangu na kuwa na wewe napoteza msana mda wangu mwingi wa kufanya kazi na kuwa na wewe, lakini hayo yote anayofanya, unahisi kama sijuu ni niniajasikuunazungukazunguka unaongea unaongea, nambia shida ni nini? Yes. Unaelewa kabisa, unaelewa kabisa kwamba mimi Sani nakupenda. Unaelewa kabisa kwamba Sani, wewe ndio mwanaume ambaye nakupenda, mwanaume ambaye napoteza muda wangu mwingi sana kuwa na wewe. Zinatokea kazi, nashindwa kwenda kwa sababu yako wewe, nashindwa kufanya majukumu yangu mimi kwa sababu yako wewe naelewa kabisa na unaelewa nini nazungumza. Unajua kabisa kwamba wewe ndio mwanaume wangu, ndio maana muda mwingi nakuwa na wewe, naacha kazi zangu. Kuna kazi zitokea da, nimeshindwa kwenda kwa sababu yako wewe. Sikuwahi kupenda mwanaume kama navyokupenda wewe, sikuwahi kupoteza muda wangu mwingi kuwa na mwanaume kama napopoteza kwako. <coughs> Aki, Doris Mi nakuchukua we wewe kama rafiki yangu, wewe ni kama ndugu yangu, lafu mi nikombe kitu hizo habari za kusema eti mimi na yeye sijui tu na mahusiano sijui nanipenda, mi naomba ile wazofuta kabisa, kwa sababu wewe, mimi kama ni ndugu yangu tu. <laughs> ni sawa sani, najua kabisa unanifikiria kama mimi ni rafiki yako, ndugu yako mshauri wako lakini nielewa kwamba sani mimi nina moyo na moyo wangu mimi sani sio wa chuma ni wanyama sani moyo wangu mimi unadunda ni sawa mimi sikufosi wewe kuwa na mimi lakini nakukumbusha uchague moja kati ya haya mawili uwe mpenzi wangu <coughs> hama twetu maadui. <coughs> <Umelefo>. Ukisalitiwa akiuiwa, ukisalitiwa <coughs> oh, oh, oh. Kwenye mapenzi kiumizwa nmal kama paka la baba maana yake nini? Naongea na wewe hivi, kulikuwapo, kuna umuhimu gani wa wewe kutoa hiyo miguu yako kwenda kwa babangu mzazi kumwambia shida shida zako, inahusu tena? Ukae kwa kutulia, hayo maji yako ungeweka hapo chini, nitakuburuza, nitakubaruza, nita nita nita, sekunde tu Dada njoo kwa kutulia kwanza, huko nyumbani kwangu, alafu unanipandishia sauti. Yaani sikuelewi, alafu sijui, yaani sikuelewi elewi. Ingekuwa pole, ungenifesi usoni, unavyoongea hu. Upumbavu wako kwako, kwa shemeji yako, kwa baba yako, kwa mamako mzazi, inahusu inahusu? Alafu unajitutumua, dada njoo taratibu, sijui nini na nini. Wewe ngoja nikwambie kitu nakupa kama uonini? nakupa kama nini? Uonini? habari za wewe sijui huyo mumeo dizo sijui nini kitu gani samani kwa wazazi wangu no, hapa tu inatosha, afu na isi mlivyoburuzwa ilikopo bado hivi, unanichukuliaje? labda mimi sitaki kubishana sana. unataka kubishana kitu gani? unataka nini? kama vipi, muite huyo mumeo usijui nani yako sijui mpenzi wako arudi tena hapa, afanye anachokitaka. Ina maana wewe uliridhika sana tulivyoburuzwa huko ndani, mume wangu akapigwa mbele yangu, uliridhika? Sio kuridhika tu, of course iliniuma, na sikuridhika tu, ila kwa hili, yani hivyo mimi nilipenda hivyo, mimi ndo I like. Na bado hamjanyooshwa nyie. Wewe kumbe bado uko mwe? Basi muite huyo mumeo aje hapa tena, muite ni muite muite uwe mumeo arudi hapa tena afanye nitaka. Alafu mi sina muda wa kulumbana na watu wapumbavu, maana wewe na huyo mpenzi wako sijui mmeo watu wajinga, tumwaipigwa tutu... mwenda wazimu nakwambiadi, rudia tena hapa sija kuchafua, nitakuharibu